Mheshimiwa Rais, wanaopiga kelele mtandaoni sio wajumbe wa vikao vyetu, hawajui yaliyokuwa yakiendelea, ni wapuuzi wa kupuuzwa. Hawa ndio wapiga kura wako, tunakuombea kila laheri. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia, wanaokusemea mema ni wengi kuliko wanaokusemea mabaya, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Biashara imeisha, mama, kaza buti tuende mbele. Asanteni sana. Upuma, Mheshimiwa Rais, wanaopiga kelele mtandaoni sio wajumbe wa vikao vyetu, hawajui yaliyokuwa yakiendelea, ni wapuuzi wa kupuuzwa. Hawa ndio wapiga kura wako, tunakuombea kila laheri. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia, wanaokusemea mema ni wengi kuliko wanaokusemea mabaya, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Biashara imeisha, mama, kaza buti, twende mbele. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wanaopiga kelele mtandaoni sio wajumbe wa vikao vyetu, hawajui juu yaliyokuwa yakiendelea, ni wapuuzi wa kupuuzwa. Hawa ndio wapiga kura wako, tunakuombea kila laheri. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia, wanaokusemea mema ni wengi kuliko wanaokusemea mabaya, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Biashara imeisha, mama, kaza buti, twende mbele. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, wanaopiga kelele mtandaoni sio wajumbe wa vikao vyetu, hawajui yaliyokuwa yakiendelea, ni wapuuzi wa kupuuzwa. Hawa ndio wapiga kura wako, tunakuombea kila laheri. Wanaokupenda ni wengi kuliko wanaokuchukia, wanaokusemea mema ni wengi kuliko wanaokusemea mabaya, na sauti ya wengi ni sauti ya Mungu. Biashara imeisha, mama, kaza buti, tuende mbele. Asanteni sana. Ndugu zangu wanapangani, mimi nimesimama mbele yenu kwa niaba yenu na Watanzania wengine kutoa ushahidi na uthibitisho kwamba vikao vya Chama Cha Mapinduzi vilivyopitisha jina la Dkt. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa chama chetu hatukukurupuka, siyo bahati mbaya, lakini tulifanya tathmini ya kina, tukajiridhisha kwamba anatosha, ni mzalendo, ana uwezo, lakini ni muumini thabiti wa utu wa binadamu. Ndio maana tumemleta kwenu. Hili la kwanza, wanapangani. Na nitatoa mifano michache kuthibitisha uwezo wake. Rais Samia alipoingia madarakani, nyiye mnakumbuka. Aliingia wakati nchi yetu imepata msiba. Alikuta miradi mikubwa inaendelea. Siyo tu miradi hiyo imeendelea, lakini miradi mingi ameikamilisha na mingine inaendelea vizuri lakini akaanzisha na miradi mingine ya ziada. Na sisi chama cha mapinduzi, mimi nimekuwa mjumbe wa neki na mtono mkuu kwa miaka zaidi ya ishirini, tathmini yetu ikatuonyesha sio kwa sababu ya utamaduni kwamba aendelee kwa sababu ameweza. Ndiyo maana tukasema tunaendelea naye.